Msitu wa Ndemule sehemu ya pili. Juma aliamka usiku wa manane jasho likimtoka, licha ya baridi ya kawaida ya kijiji cha Ndemule. Tangu alipotoka msituni, maisha hayakuwa kama kawaida. Alikosa kumbukumbu kumbu za alichokiona mle ndani, isipokuwa jina moja lililomsumbua kila usiku. Uh, Asha. Aliinuka kitandani na kuelekea kwa kioo kilichokuwa ukutani. Alipokifuta kwa mkono, ghafla moshi mzito ulitanda ndani ya kioo na sura ya Asha ikaonekana. Lakini hakuwa Asha yule aliyemjua. Sura yake ilikuwa nyeupe sana, macho yake yakiwa na rangi ya samawati inayong'aa na nywele zake zilining'inia zikiwa zimejaa matope na majani. Lakini kilichomshtua zaidi ei, alikuwa anacheka kwa sauti ya huzuni. Juma ei, umepona, lakini mimi nilibaki ei. Sauti hiyo ilitoka moja kwa moja ndani ya kioo. Juma alirudi nyuma kwa mshangao. Asha, uko hai? Sio kama unavyofikiri nilikuokoa, na wao walinichukua badala yako, lakini bado nina njia moja ya kutoka e, kama utanikumbuka e. Kioo kilianza kutetemeka, kuta za chumba zilitoa mlio wa ajabu, na taa zikazima ghafla. Wakati Juma alipogeuka kutafuta simu yake, aliposikia sauti hiyo ikirudia, usinisahau Juma. "Usije ukafikiria ulikuwa peke yako." Kioo kilipasuka vipande, lakini ndani yake kulibaki picha ya msitu e, ukiwa unamwita, na chini ya kioo kulikuwa na ujumbe uliokuwa umechorwa kwa damu: ni zamu yako sasa. Kesho yake Juma hakuambia mtu yeyote alichokiona. Alivaa koti akachukua kamba, tochi na hirizi aliyokuwa amepewa na babu yake zamani. Hakujua kama ingemsaidia, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kimoja tu, i kumwokoa Asha. Wakati anakaribia msitu wa Ndemule, anga lilikuwa limejaa mawingu meusi mara aliposimama kwenye ule mpaka wa miti, upepo ulipuliza kwa ghafla, na msitu ukaonekana kufurahi kwa ujio wake. Miti ilitikisika, vichaka vikacheka kwa sauti ya kike, karibu tena, Juma. Eh. aliingia hatua ya kwanza ya e pili ikisha, msitu ukamfunika kama pazia. hakukuwa na sauti ya ndege wala mnyama Ukimya uliongea. Alitembea hadi kwenye kisima kile cha zamani, lakini hakukuwa na alama ya Asha. Badala yake alikuta kioo kidogo kimeegeshwa juu ya jiwe, kikiwa kimelowa na damu kavu. Ndani ya kioo hicho Juma aliona si uso wake, bali wa Asha akiwa analia. Kisha sauti ya mwanaume ilisikika kutoka kila upande wa msitu, unataka kumbadilisha aliyeshachaguliwa. Kila anayekuja hutoa sadaka. Wewe ulipokea zawadi ya maisha, sasa unataka kuchukua zaidi. Msitu ulianza kumzunguka. Akarudi kule alikopita, lakini kila njia ilifungwa. Ghafla uso wa mzee wa kijiji ukaonekana kwenye mti, macho yake yakiwaka. Hii msitu haukupi bila kuchukua. Kila nafsi inayookolewa inalipiwa kwa damu. Juma alisikia sauti ya asha tena, lakini sasa ilikuwa nyuma yake. Aligeuka hi, Asha alikuwa pale, lakini hakuonekana kuwa yeye tena. Macho yake yalikuwa meusi tupu. Juma, nisaidie tena, au tule pamoja milele. Juma alijikuta amesimama kwenye mduara wa mawe yenye alama za kale. Anga lilikuwa giza, lakini chini ya ardhi kulikuwa na mwanga wa kijani uliopenya kwa mipasuko ya udongo. Asha alikuwa mbele yake akimwangalia kimya. Uso wake ulikuwa wa huzuni, lakini macho yake hayakuwa na uhai. Hii ndiyo sehemu wanapokaa waliobaki, nafsi zilizonaswa na msitu, alisema kwa sauti ya chini. Nilikufuata kwa upendo, lakini nikapotea kwa makosa. Sasa niko hapa milele, isipokuwa... Ee, alinyamaza. Isipokuwa nini, Asha? Juma aliuliza akimkaribia. Asha alinyanyua mkono na kuonyesha moyo wake. Kulikuwa na ufa e, kama glasi iliyopasuka. Msitu unahitaji nafsi nyingine kunitoa. Mchague mwingine, au ubaki hapa nawe. Wakati huo huo, ardhi ilitetemeka. Kutoka chini lilijitokeza jitu la kivuli lenye macho mekundu na mikono ya miba. Lilizunguka mduara wa mawe likisema kwa sauti nzito, hakuna anayetoka bila kutoa, hakuna anayetoa bila kuangamiza. Juma alihisi dunia ikimzidi nguvu hakujua kama alitakiwa kujitoa kumpoteza mwingine au kukubali ukweli kwamba Asha hakuweza kurudi. Ndipo sauti ndogo ilisikika ya mtoto mdogo, bado unachaguo Juma. E, kabla hajapata kuelewa, alivutwa ghafla ndani ya mti mkubwa uliokuwa nyuma yake. Ndani kulikuwa na kuta za kioo, kila kioo kikiwa na sura ya mtu aliyewahi kupotea msituni. Katika mmoja ya vioo hivyo e, alimwona baba yake aliyepotea miaka mingi iliyopita. Sasa unajua kwa nini kila mtu hubaki? Kufikia hapo ndio mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi iitwayo Msitu wa Ndemule. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Simulizi hii imeandikwa na Delecta Vaini anayepatikana kwa simu namba 0658750231 au 0750302325. Usikose sehemu ya tatu ambayo ndiyo sehemu ya mwisho.